Karibu tena. Katika harakati za kuongeza uzalishaji wa chakula na kukabiliana na njaa, serikali ya kaunti ya Makueni imezindua rasmi sera ya kilimo ya kilimo cha ekolojia, sera ambayo itasaidia kuimarisha kilimo endelevu na kinachoambatana na uhifadhi wa mazingira. Makueni ni miongoni mwa kaunti nne ambazo zimezindua sera hiyo humu nchini, kama anavyotuarifu Michael Mutinda. Uzinduzi wa sera ya kilimo cha ekolojia utapiga jeki pakubwa ukulima Makueni, kwani unalenga kuwasaidia wakulima kutekeleza kilimo endelevu na kuzalisha chakula kwa wingi. Aidha, ukulima huo utakabiliana na mabadiliko ya tabia nji, ili kuhifadhi udongo na maji na kupunguza utumizi wa mbolea na dawa za kemikali ambazo zimekuwa zikiathiri kilimo. This is a roadmap that will help us as a county government to ensure that we have climate smart farming. Tunataka tuongeze food security, uh, uh, tuko nania ya ku, kuhakikisha kwamba wakulima wetu wakitumia zile njia zinafaa wanapata mazao uh, mazuri na mazao kwa wingi. Tuna launch hii policy sababu itasaidia wakulima, itasaidia udongo. Uendelee kuwa na rotba na kuweze kuwa udongo, pia uko na vile vidudu ambavyo vinakuanga huko chini kwa, kwa udongo ambavo ndio huwa vina balance nitrogen, alafu inahakikisha ina ya kwamba kuna ukulima ambao unaleta faida kwa wakulima na pia ambao unaweza kuleta e, ule ukulima wa vyakula ambavyo vinafaa licha ya kuwa sera hii inahitaji fedha nyingi kutekelezwa, wataalamu wa kilimo cha ekolojia wanasema kuwa inawezekana hususan iwapo wakulima watahamasishwa vilivyo. Tuko na uwezo kama kaunti ya kuhakikisha ya kwamba kwa hii polisi inakuwa implemented, si polisi ya kuwekwa kwa kabati, kwa sababu tuko na zaidi ya maofisa mia moja wale wa extension, tuko na zaidi ya partners, wale tuko na waoni wengi ambayo ina, inaonyesha ni njia gani ambayo tunafaa kufuata, na ili tuweze kuona tunabadilisha kilimo chetu na pia kuongeza chakula chetu, pia kuhifadhi mazingira kwa sababu agroekologia is a, a holistic uh, journey. Tumeona ni kilimo ambayo eh, inasaidia ama inapunguza utumizi wa madawa ambayo ni sumu kwa environment, hiyo inamaanisha ya kwamba chakula ambazo zinaenda kuproduziwa na wakulima hapa kwa hii kaunti sasa ni chakula ambayo ina haina sumu ama, ama ni chakula ambayo inaimarisha af afya za watu. Namba two pia inapunguza athari mbaya katika environment. Baada ya uzinduzi huu, sasa mtihani mkubwa ni kwa serikali ya kaunti kuhakikisha kuwa mfumo huu wa kilimo cha ekolojia unakumbatiwa na wakulima wa Makueni. Michael Mtinda, runinga ya Citizen, Makueni. Kadri mazungumzo ya kimataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi yanavyoendelea mjini Belem, Brazil